Karibu kwenye ripoti za kimataifa za Open Online Media, na ripoti yetu inatokea kaskazini mwa Afrika ambapo baada ya kupiga kura mnamo tarehe kumi na mbili Oktoba, taifa la Kameruni linasubiria kwa hamu matokeo ya uchaguzi mkuu huku rais wa taifa hilo ambaye pia ni mgombea kutoka chama cha People's Democratic Movement Paul Biya mwenye umri wa miaka tisini na mbili akiwania kiti hicho cha urais kwa mara nyingine. Paul Biya anabaki kuwa mkuu wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi duniani na mmoja wa viongozi wa Afrika waliohudumu madarakani kwa muda mrefu. Biya amekuwa madarakani tangu mwaka 1982 akiongoza Kameruni kwa zaidi ya miaka 43 na mwaka huu Biya anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa wagombea kadhaa akiwemo waziri wake wa zamani Isa Bakari. Licha ya Bakari kuwa na ushawishi mkubwa kaskazini mwa Kameruni, wachambuzi wa kisiasa nchini humo wanaamini Paul Biya huenda akamshinda Isa Bakari na wagombea wa vyama vingine na kuiongoza Kameruni kwa miaka saba ijayo. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Kameruni imesema mchakato wa upigaji kura kwa ujumla uliendelea kwa amani na hakukuwa na matukio makubwa yaliyoripotiwa, na tayari zoezi la kuhesabu kura limeanza rasmi leo Jumatatu, jambo ambalo linaashiria wakati mwingine muhimu katika historia ya siasa za Kameruni. Yohana Mashauri, Open Online Media.